Sindano ya uzazi wa mpango ni mojawapo ya njia za uzazi wa mpango ambazo huwa zinatumiwa na wanawake wengi sana, lakini kuna umuhimu mkubwa sana wa kuwa na uelewa wa kina juu ya njia hii ya uzazi wa mpango, sio sindano peke yake, lakini pia hata njia zingine za uzazi wa mpango kama nilivyozielezea kwenye video zangu. Lakini leo tunaenda deep kwenye sindano ya uzazi wa mpango kwa sababu kuna wanawake wengi huwa wanaenda kuchoma sindano ya uzazi wa mpango bila kujua faida zake jinsi inavyofanya kazi, athari zake ambazo zinaweza kujitokeza, lakini pia namna ya kuzingatia mambo ya kuzingatia, ili sindano hii iweze kufanya kazi kwa weledi, vizuri kabisa. Na kwenye video hii nitakuelekeza mambo yote kuhusu sindano ya uzazi wa mpango. Kwa mgeni kabisa, ambaye hajawahi kusikia juu ya sindano ya uzazi wa mpango, hii ni sindano ambayo inasaidia kuzuia mwanamke sike ujauzito. Inachomwa kwenye bega au sehemu yoyote kwenye msuli kwa lengo la kuzuia mimba, ambayo kwa muda huo wapendanao wanakuwa hawahitaji mtoto. Inavyofanya kazi ni kwamba inaenda kuweka homoni au kemikali fulani kwenye mwili wako, ambazo zitafanya kazi kwa namna mbili. Namna ya kwanza, zinazuia yai la mwanamke lisiweze kuenguliwa, lakini namna ya pili, zinatengeneza ule ute wa kwenye kizazi uwe mzito kiasi kwamba hata kama manii au mbegu ya mwanaume itaingia, basi isiweze kuogelea vizuri kuitafuta yai la mwanamke ili kulirutubisha. Kwa hiyo kunakuwa na ugumu wa yai la mwanamke na mbegu ya mwanaume kuweza kukutana, na hapo inakuwa inafanya kazi vizuri kabisa kuzuia ujauzito. Kama ilivyo kwa njia zingine za uzazi wa mpango, sindano hii ya uzazi wa mpango pia ina faida zake ina mambo ya kuzingatia na ina madhara ambayo anaweza kampata mtu anapokuwa ameitumia, na katika video hii nitakueleza kwa undani ili uweze kuelewa. Tukianza na faida za sindano ya uzazi wa mpango, ni kwamba kwanza kabisa inakupa uhakika wa asilimia nyingi sana katika kuzuia mimba. Sindano ya uzazi wa mpango ikitumika vizuri inakupa ufanisi mkubwa sana katika kuzuia mimba ambazo unakuwa haujazitarajia kwa sababu inakuingizia kemikali ambazo zitazuia yai lisitengenezwe, lakini pia ute wa kwenye kizazi uwe mzito, mbegu ya mwanaume ishindwe kuogelea vizuri kulitafuta yai na kulirutubisha. Lakini pili, sindano hii ni rahisi sana kuitumia na mtu ukishaitumia hakuna mtu mwingine ataweza kujua kwamba umetumia njia ya uzazi wa mpango kama wewe haujamwambia, kwa sababu unachoma mara moja, unakaa nyumbani miezi mitatu bila kwenda hospitalini kutumia, tofauti na vidonge ambavyo itakuhitaji uvimeze kila siku, au kijiti ambacho mtu akikugusa anajua umeshaweka kijiti. Lakini faida nyingine ni kwamba inafaa kwa mama anayonyesha. Kwa hiyo, hata kama umejifungua unaweza ukachoma sindano ya uzazi wa mpango na isilete madhara yoyote kwenye maziwa ya mtoto wako. Sasa tuyaangazie madhara ambayo yanaweza kujitokeza pale ambapo unakuwa umetumia sindano ya uzazi wa mpango. Namba moja ni mabadiliko ya hedhi. Kuna baadhi ya wanawake hedhi zao huwa zinabadilika kabisa pale ambapo wanakuwa wamechoma sindano ya uzazi wa mpango. Kwa mfano, unaweza ukajikuta hedhi inakuwa nzito sana, yani damu zinatoka nyingi na nzito kabisa, lakini pia kuna baadhi ya wanawake hedhi inakuwa nyepesi sana, wengine unakuta anaacha kabisa kupata hedhi kwa kipindi chote ambacho amechoma sindano ya uzazi wa mpango. Na yote haya ni mabadiliko ambayo yanatokana na ile hormone ambayo inakuwa imeingizwa na hiyo sindano ya uzazi wa mpango. Namba mbili, mabadiliko ya uzito. Ukishachoma sindano ya uzazi wa mpango, kuna uwezekano mkubwa ukapata mabadiliko makubwa sana kwenye uzito wako. Kwa mfano, kama wewe ulikuwa na uzito mkubwa, kuna uwezekano mkubwa uzito ukapungua. Lakini kama wewe ulikuwa na uzito mdogo, unawezekano mkubwa uzito ukaongezeka. Lakini hii haimtokei kila mtu. Kuna wengine akishachoma sindano ya uzazi wa mpango uzito wake unabaki vile vile kama alivyokuwa mwanzo, kwa sababu tatizo hili au athari hii huwa haimkuti kila mtu. Namba tatu, ni kuchelewa kurudi kwa uwezekano wa kushika mimba. Ukishachoma sindano ya uzazi wa mpango, kuna muda inatokea unahitaji mtoto na mtoto asipatikane kabisa paka pale ambapo ile homoni ambayo imewekwa na sindano za mpango iweze kuisha, na hii huwa inawapa changamoto sana kifikra baadhi ya wanawake, kwa sababu yeye anategemea kwamba akishachoma sindano za mpango baada ya miezi mitatu ashike ujauzito, na inafika miezi mitatu anakuwa bado hawezi kushika mimba kwa sababu ile kemikali bado inafanya kazi. Kwa hiyo unachotakiwa unasubiri mpaka pale ambapo kemikali itaisha muda wake na utashika mimba. Namba nne, sindano za uzazi wa mpango haikukingi dhidi ya magonjwa ya zinaa. Yenyewe inachokifanya kukinga usishike ujauzito. Kwa hiyo ukishatumia njia hii ya uzazi wa mpango, kama unaenda kukutana na mpenzi wako ambaye haujapima naye magonjwa ya zinaa kama virusi vya ukimwi, kisonono, kaswende, inabidi utumie njia nyingine aina ya kondomu ambayo inakupa ulinzi kamili wa magonjwa ya zinaa. Namba tano ni maumivu makali ya kichwa. Kwa baadhi ya wanawake, akishachoma sindano ya uzazi wa mpango, anakuwa anapitia maumivu makali ya kichwa. Kwa hiyo hata wewe unapojiandaa kwenda kuchoma, hakikisha umejipanga kisaikolojia kwamba kuna uwezekano ukao unapata maumivu makali ya kichwa. Namba sita ni mabadiliko ya hisia. Wakati mwingine sindano ya uzazi wa mpango inaweza fanya ukakosa kabisa hisia hasa hasa hisia za tendo la ndoa, japo inaweza kapeleka pia ukakosa hisia au hamu ya vyakula fulani fulani ambavyo kwa kipindi cha nyuma ulikuwa unapenda sana kuvitumia. Kwa hivyo ukiona umechoma sindano za uzazi wa mpango ukaanza kupata mabadiliko fulani ya hisia, usianze kutafuta dawa za kuongeza hisia za tendo la ndoa, jua kwamba ile sindano ambayo umechoma ndiyo inafanya hiyo kazi na unatakiwa usubiri mpaka kile kipindi cha hiyo sindano kuisha, ndo utarudi kwenye hali yako ya kawaida. Athari zingine ndogo ndogo ni kwamba unaweza ukajikuta unapata chunusi, hata kama kipindi cha nyuma haukuwa na chunusi. Sasa nataka nikupe mambo ya msingi machache ya kuzingatia kabla haujachoma sindano za uzazi wa mpango. Kwanza, afya yako, afya binafsi, ujue historia ya magonjwa ambayo umewahi kuyapata lakini pia ujue uwiano wako wa homoni kabla haujachoma sindano ya uzazi wa mpango, kwa sababu tumeona sindano ya uzazi wa mpango inaenda kubadilisha homoni kwenye mwili wako. Jambo la pili ni mpango wako wa kupata mtoto. Kama una mpango wa kupata mtoto siku za hivi karibuni au miezi sita miezi saba, na kushauri usichome sindano ya uzazi wa mpango, kwa sababu kuna wakati inatokea inachelewesha kurudisha ule uwezo wa kushika ujauzito Yaani, hata kama umechoma sindano ya miezi mitatu, kuna muda inatokea ule uwezo wako sasa wa kurudi kwenye hali ya kushika ujauzito unachelewa mpaka zaidi ya miezi sita. Na jambo la nne ni ushauri wa kitaalamu. lazima ukae chini na mtaalamu wako wa afya anayekuhudumia muweze kuyajenga na kuanalize afya yako, na kujua njia ipi itakufaa. Jambo la nne ni kwamba sindano za uzazi wa mpango haikukingi dhidi ya magonjwa ya zinaa. Kwa hiyo ni muhimu sana ukisha choma sindano ya uzazi wa mpango utumie pia njia zingine za kuzuia magonjwa. Kama unataka kujifunza zaidi, jitahidi kusubscribe na uangalie video zingine ambazo zitakufundisha kwa kina juu ya magonjwa ya zinaa na afya ya uzazi kwa ujumla. Afya Yako Elimika.